Katika siasa bado ni kwamba kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ameahidi kwamba iwapo atakuwa rais baada ya uchaguzi wa mwaka 2027 basi utawala wake utakuwa wenye heshima kwa Wakenya na utakuwa ndio mwisho wa ukatili wa polisi na utekaji nyara na kwamba huduma za afya zitakuwa ni haki kwa kila Mkenya. Kalonzo, ambaye hii leo Ijumaa alikabidhiwa cheti cha kuwania urais na chama chake cha Wiper Patriotic Front, alikuwa mwenye hisia nyingi dhidi ya utawala mbaya, japo alisitiza kuwa ipo nafasi ya Kenya kuimarika tena. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja alihudhuria kongamano hilo la wajumbe wa chama cha Wiper uwanjani Uhuru Park, hii hapa taarifa yake. Kongamano la wajumbe wa chama cha Wiper uwanjani Uhuru Park ndilo kongamano kubwa zaidi la wajumbe wa vyama vilivyoko upinzani katika historia ya hivi karibuni. Ayu. Chama hicho chini ya Kalonzo Musyoka kikitoa ujumbe mpya wa umoja na kuashiria azma ya kweli. Idadi ya wajumbe waliohudhuria pamoja na mpangilio uliowekwa ukionyesha jinsi awamu hii huenda Kalonzo habahatishi katika kuwania urais mwaka 2027. Walifika viongozi wote wa upinzani Rigathi Gashagwa, Martha Karua, Eugene Wamalwa, Fred Matiangi, Justin Muturi. Kufika kwao kukionekana kama kilele cha heshima yao kwa Kalonzo na umoja wa upinzani wote, wakiweka wazi kuwa iwapo Kalonzo atapitishwa kuwa mgombea urais wa muungano wao atapata uungwaji mkono wao to to remind you you the the Kenyan spirit is is unbroken and and that the dream of of a a a better nation still burns brightly in our hearts. Hisia kali kali, dhidi ya utawala wa Ruto ziliibuliwa na Kalonzo. What you are witnesses to is a horror movie directed by a know-it-all director who is a star and the supporting cast of his own show. Kalonzo ameishutumu serikali ya Ruto kwa kuwanyamazisha vijana, kuharibu uchumi na kuweka hofu katika maisha ya umma. Kulingana naye, bado kuna imani ya kulikomboa Kenya. baadaye walifanya mkutano wa kisiasa papo hapo Uhuru Park, maelfu wakivaa rangi za chama na kupeperusha mabango ya kulikomboa Kenya. Farasi ni mbili. Farasi ni ngapi? Farasi ni ngapi? Mtu anaitwa Kasongo, na hii muungano ya one term, hii ingine yote ni punda. Nyimbo na densi pia zilisheheni. Ni hapa ambapo mashambulizi zaidi yaliendelezwa dhidi ya rais Ruto, huku hafla ya kumzindua Kalonzo kama mgombea urais dhidi ya rais William Ruto ukifanyika wakati ambapo rais Ruto akiungana na Gideon Moi. Viongozi hapa Uhuru Park hawakusita katika kushambulia muungano huo mpya. Alikuja analeta kitu naitwa hasla dynasty, hiyo ndio alikuja naye, akatuambia ati adui ya Kenya ni familia ya Kenyatta. Akatuambia adui ya Kenya ni familia, adui ya Kenya ni familia ya Moi. Sisi tukamsikiza tukamwamini. Tangu waingie ametaja sasa, wale alitudanganya, ndio shida ya Kenya. Kila siku ako na familia Kenyata. Sasa ako na familia ya yaag, leo tunaongea na familia ya Moi. Ni muongo, si muongo? Kulingana nao, umoja wa upinzani leo ulikuwa imara kuliko wakati wowote ule. Ibrahim Karanja, NTV, Wabima!